Nimechoka, ndio maana niko hapa. Sawa sawa, kwa hiyo namaliza kwa kusema sisi tuna bahati kubwa sana, haki ya Mungu. Sisi tuna nchi na tuna mfumo na tuna serikali. Zipo nchi hapa Afrika ukanda huu, nenda Sudan leo, wana serikali mbili, si kama mnajua. Yani kila kundi linasema wao ndio wanaongoza serikali, kingine pia wanasema ndio wanaongoza serikali. Yani nchi moja ina serikali mbili, watu wanaumia. Sisi, we have the government. We have a country to protect. This is the only country we have. Asa wewe, wewe, wewe unakaa huko. Uongozi unaanza kwenye familia. Mi nasema leo nakera watu. Uongozi unaanza kwenye familia. Ukiona baba wa familia yuko gerezani, zaidi ya miezi mitatu, mke hajawahi kwenda kumwona wala watoto, ujue kuna shida kubwa hapo. Hakuna uongozi. Ina kera watu leo hii, inaitwa wenye wivu wa jinyonge. Narudia, narudia hapo, uongozi unaanza kwenye nini? Familia. Wewe ukiona mtu ana shida huko gerezani, mkeo, zaidi ya, zaidi ya, zaidi ya miezi mitatu, mkeo, mke na watoto wako Marekani, hawaja kukuona, hakuna uongozi hapo, hakuna uongozi hapo. Sasa nyie mnataka mimi nikomae nifuate watu wa aina hiyo hakuna eh, kitu kama hiyo. Sasa nyie, tarehe 29 Oktoba, siku chache zimebaki, tuendeni tumpigie Dr. Samia kura, kura ya kulinda zile ajira milioni nane na kwenda juu, kura za kupanua maji Dar es Salaam, tumekubaliana naomba. yeah. nione kura za daktari. punga punga punga punga punga, ukiwa kijana unadanganywa na mtu yuko Marekani eti ukaandamane, yeye na watoto wako Marekani, na ukaenda wewe, ndio hauna akili hey! kura za wabunge za CCM Dar es Salaam naomba nizione! Hey! CCM, hey, hey! Hey! ni CCM, CCM, asanteni sana, Mungu awabariki wanatemeke.